Tunapoambiwa kwamba jamii sahizi haina maadili kosa li, linaenda kwa nani sasa? ah, shida ipo kwa wale wanaorithisha maadili. Shida haipo kwa watoto na vijana ambao wananyoshewa vidole. Shida haiko hapo. Familia uh, na hizo ta, uh, taasisi nyingine za kijamii nilizokutajia hapo mm, zisipowajibika kinachotokea ni nini Kinachotokea, mtoto anakosa msingi wa maadili, msingi wa maadili ambao humwezesha kufanya uchaguzi wa wa, wa wa kufanya uchaguzi sahihi. Yani, kwa mfano, kwa mtoto sasa hivi ana anaingia katika ulimwengu wa utandawazi, anakutana na mambo mengi kwenye intaneti na kadhalika. Intaneti ipo na mabadiliko yalitakiwa lazima yatokee. Intaneti inampa mtu uchaguzi, yamlazimishi mtu kitu cha kuchagua mm, wewe chagua mm, hiki hapana mm, mm. Sasa ili nguvu ya kuchagua kitu sahihi inatoka kwa hawa wanaorithisha maadili, Tito mm. Sio kwamba huyu e, e, mtu wa leo mm. Sio yule mtu aliyekuwepo miaka ya sitini miaka ya arobaini mm. Kuna mabadiliko fulani yametokea mm. mm. Teknolojia. Eh. mm -hmm. Uh, lazima tukubaliane kwamba Uh, utamaduni na mazingira ya maisha yanabadilika. Sawa. Hata miaka ya stini watu ambao walizaliwa miaka ya thelathini, mm. sio walipofika miaka ya stini, sio mazingira walio walioyakuta kule mwanzoni walikuta ni vitu vilivyobadilika. uh, kubadilika hakutoi uh, uhalali awarithishaji uh, wa wa, wa, wa, wa, wa, walithishaji, walithishaji wa maadili kutokuwajibika, kwa sababu uh, hivi tunavyozungumza, bado kuna vijana anaingia kwenye intaneti, anakuta msanii amevaa kimini, kwa mfano mfano kinguo mm. kifupi, kifupi kwa mfano mfano ambacho kiendi na mila lakini, eh, eh, yeye yupo kijana anayesema mimi hivi <laughs> siwezi kuvaa mm kuna mtu anamkuta, aa, aa, msanii ama mtu maarufu anaishi maisha yasiyo kuwa na tafsiri sawia na mwanaume na yeye ni mwanaume mm -hmm. Kwa sababu kuna namna, ukimwona mwanaume kwa muonekano, jamii yetu iko namna inamtafsiri, inasema eh, huyu ni mwanaume mm -hmm. Akiwa tofauti, inasema hapana, kuna, kuna kitu hakikosa, eh, hapa pana shida uh -huh. Kwa hiyo eh, bado kuna vijana wanasema mimi siwezi kuwa na muonekano huu, hapana. Sasa ule muoneka, ule uwezo wa kusema siwezi kuwa hivi, pale ndipo kwenye msingi. Tunaweza tukasema internet, tunaweza tukasema teknolojia, hivi ni vichocheo, hivi si vya, sio chanzo cha mwenye kwa maadili. Hiki ni kichocheo, ni kichocheo kinachohamasisha watu kukutana kwa namna ya haraka na kwa namna ya urahisi zaidi. Sasa sisi tunachotakiwa kufanya, sisi ni kwenda pale kwenye mzizi, tumwezeshe huyu mtu kufanya uchaguzi ulio sahihi. Namna gani tunamwezesha? Tunatakiwa kuwajibika.